Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hivi Mungu si anatulinda sisi? Usiku na mchana tunalindwa, duniani, mbinguni, amebakia nani? Haya, na aliye hospitali anamlinda nani? Haya, na mimi napoomba Mungu nisaidie huku na nisaidie nimepata nip, matatizo, atanisaidie saa ngapi? Haya, aliye kwenye bahari, bahari ambayo wameyumba kwenye bahari, meli imepinduka, Mungu tuokoe, atawaokoa saa ngapi? Mungu akiwa upande wetu, nani yuko mbinguni Mungu yeye ni vyote. Yesu yeye ni Mungu, alikuja duniani na yuko mbinguni, na unakutana na hukumu. Yesu anasema mimi sitawahukumu, kitakachohukumu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ilivalishwa, Mungu aliona neno lake akalivalisha mwili. Eh, Yohana moja moja pale hapo, mwanzo kulikuwako neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye Mungu ni neno, neno likafanyika mwili, neno likavaa mwili. Ule mwili Mungu akasema utaitwa Yesu Kristo, maana yake ndio mwokozi atakayeokoa watu na